Hawa ambao ndio walikuwa wanachimba warudishie haya mashimo, wasawazishe mabaki kwenye hali ambayo inaridhisha, kwa sababu hawakuta mashimo haya, hawakuta bwana, ndio wameweka haya mashimo. Kwa hiyo la msingi ni kuhakikisha kwamba wafukie haya mashimo. Lakini hata nilikuwa najiuliza, hawa watoto wetu wawili wamefariki, wamefariki vipi? Wamefariki kwa sababu ya haya mashimo. Kwa hiyo OCD <tosimu> OCD <LCD> yuko <ukua> hapa ndipo <tosimu> hapa hey, eh tuchunguze, je ni uzembe wa watu gani? Watoto waliingiaje kwenye maeneo haya mpaka wakafa? Basi tuchukue vitu for granted. Watanzania wawili wamekufa kwa sababu ya uzembe wa hao ambao wamechimba mashimo. Alafu tunachukua Watanzania tunakwenda kuwazika simply, kile tunachukua kirahisi wakati kuna uzembe umefanyika. Angalieni sheria zetu zinasemaje. Kama kuna makosa ambayo wamefanya hawa ambao wamechimba ya mashimo hawaku take precautions, tuweze kuchukua hatua, ndio cha kufanya. Lakini Watanzania wenzangu ninachosema, mtu yote akifika hapa hata kama hajui sheria unachimbaje ndani ya mto na wala ambao unasema wanavua wavuvi halamu wanafanyaje uvuvi ndani halamu, na tuna vyombo vyombo vyetu vichukua hatua, vyombo vyetu fanye kazi, na ndio maana tupo na tunalipa kodi na Watanzania. Sasa kama hatuwezi kutimiza wajibu wetu tunategemea nini? Maanake mwisho wa siku serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania italalamiwa, na anakuja kulalamikiwa zaidi ni Mheshimiwa Rais, jambo ambalo kwa kweli si sahihi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kuanzia sasa maelekezo yangu ni hayo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba vyombo vitake charge wakisha ya maeneo, tena hizi activities zingine hazifanyiki mpaka hapo tutakapokuja kuridhika kwamba utaratibu umefanyika. Kwamba mjitahidi wiki ijayo Jumatatu, wataalamu wote ambao nimewataja hapa mje hapa mkutane na hao watu, mwende kwenye eneo moja baada ya jingine. Lakini kwenye maeneo yale, kwenye maeneo ambayo sheria zimekiukwa, kwanza moja funga, sitisha mpaka wa comply ndio tuendelee. Kule ambako umechapisha mto, mpe stop order asiendelee na chochote. Moja, waturudishie mto wetu. Kama hawezi kurudisha mto wetu, sisi wenyewe na tutafunga, na hiyo leseni itaondoka. Na sisi hatuwezi kukaa kumwangalia watu wetu wanakufa, tunaangalia mifugo inakufa eti kwa sababu kuna mtu anachimba, na tumeshamwelekeza kwa mujibu wa sheria. Hata ikifuata hatuwezi, haiwezekani watu wachimba wanaacha mashimo na wao watu wanajua watu wanaishi hapo, wamevuruga mpo, hatuna maji. Maji hayo yanaonekana yale ndio masafi tunayoitumia, tunaishi kama kuku wa kienyeji. Mimi hao wawekezaji wameshachimba shamba langu, hata kunirudishia, hata fidia hawajanipa.